Kuna ripoti ya kutisha iliyowekwa hadharani hapo jana kuhusu hali ilivyo mbaya nchini Tanzania. Ripoti hiyo imechapishwa na taasisi moja ya kimataifa inayoheshimika inayojihusisha na masuala ya haki za binadamu. Na ripoti hiyo imefuatia utafiti uliofanywa na taasisi hiyo kuanzia Januari ya mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne, mpaka mwezi huu wa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo ni takriban kipindi cha mwaka mmoja na miezi tisa hivi. Um, kwa hiyo ripoti hiyo imechapishwa na taasisi ya Amnesty International. Hii ni taasisi ya kimataifa inayojihusisha na masuala ya haki za binadamu uh, duniani na ni taasisi yenye kuheshimika na imekuwa ikifanya jitihada kubwa kufuatilia masuala ya ukiukwaji wa haki za binadamu sehemu mbalimbali duniani. A, ripoti imezungumzia masuala mengi, lakini kabla ya kuingia kwenye muhtasari wa ripoti hiyo a, ni vema kuzungumzia kitu kimoja cha msingi kwamba katika kuisoma ripoti hiyo ni rahisi kupata hisia kwamba labda yanayoongelewa hayaihusu Tanzania kwa sababu gani? Mengi yaliyomo katika ripoti hiyo hayajawahi kuripotiwa na chombo chochote cha habari nchini Tanzania. Lakini hili si la kushangaza kwa sababu um, tumeshuhudia mara kadhaa vyombo vya habari vikisumbuliwa, kwa mfano um, kile chombo cha habari cha Chanzo uh, gazeti la Chanzo uh, mara kadhaa limekuwa likisumbuliwa, kuambiwa litoe maudhui ambayo chombo hicho kimeweka mtandaoni. Ameshuhudia hivi karibuni Jamii Forums ikifungiwa kwa siku tisini kutokana na maudhui yaliyochapishwa. Kwa hiyo si jambo la kushangaza, baadhi ya vyombo vya habari vikiamua kupuuzia habari muhimu kama hizi za masuala yanayoendelea nchini Tanzania, ikiwa ni pamoja na utekwaji, ukiukwaji wa haki za binadamu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ripoti ilianza kwa kugusia kuhusu ukandamizwaji wa haki za kisiasa hususan kuhusu chama cha demokrasia na maendeleo Chadema imeelezea mlolongo wa matukio ambayo yamekuwa yakifanywa dhidi ya chama hicho. A, moja kubwa ni kuhusu kukamatwa kwa mwenyekiti wa taifa wa chama hicho Mheshimiwa Tundu Antiphas Lissu ambaye alikamatwa mwezi Aprili, a, huko Mbinga na baadaye kuletwa jijini Dar kabla ya kufunguliwa kesi ya uhaini, kesi ambayo mpaka sasa hivi inaendelea. Lakini kesi hiyo pia imeambatana na mambo mengi ambayo yamehusisha ukiukwaji wa haki za wanachama mbalimbali wa Chadema. Kwa mfano, ripoti imegusia matukio yaliyojiri katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, ambapo wafuasi mbalimbali wa chama hicho walikamatwa, walipigwa lakini pia ripoti imegusia kwamba baadhi ya waliohojiwa uh, waliohojiwa na, na taasisi hiyo kuhusiana na hayo matukio ya watu kupigwa, kulikuwa pia na matendo ya udhalilishaji wa kijinsia. Tunafahamu kwamba pamoja na haya mambo ya watu wasiojulikana, janga kubwa ambalo limekuwa likiambatana nalo ni suala la ulawiti na ubakaji. Sasa inakuwa ni vigumu wakati mwingine kugusia vitu kama hivi, kwa sababu hawa watu kwanza hawana makosa na vitu hivi uh, vinapotajwa vinajenga hali ya kama kuwanyanyapaa wale wahanga, kwa hiyo inakuwa vigumu kuvizungumzia. Lakini nimegusia kwamba baadhi ya watu waliochukuliwa na kupelekwa kusikojulikana wakati wakiwa mahakamani wakifuatilia kesi ya mheshimiwa Lisu uh, katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Uh, walifanyiwa udhalilishaji wa kijinsia wa kingono. Uh, hiyo ni kwa mujibu wa hiyo ripoti. Pia ripoti imegusia kuhusu uh, mamlaka mbalimbali hapa zimetajwa, hasa mamlaka mbili ambayo ni ofisi ya msajili wa vyama vya siasa pamoja na tume ya taifa ya uchaguzi. Kuhusu ofisi ya msajili wa siasa uh, taarifa hii ripoti imeonyesha bayana kwamba ofisi hiyo imekuwa ikitumika kukikandamiza chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na kutolea mfano jinsi uh, ofisi hiyo ya msajili uh, ilivyojipachika madaraka na kuwang'oa madarakani uh, viongozi mbalimbali mbali wa CHADEMA. Lakini sio hilo tu, baada ya CHADEMA kwenda mahakamani na mahakama kutoa uamuzi kwamba viongozi hao walitolewa isivyo halali na warudishwe ofisi hiyo ya msajili imegoma kuwarudisha madarakani angalau kutamka rasmi kwamba ilikosea au kutengua uamuzi wake wa awali wa kuwatoa madarakani. Kwa hiyo hilo ni moja la yaliyo uh, fanyika. Lakini pia Tume ya Taifa ya Uchaguzi imeshutumiwa katika ripoti hiyo kwa uamuzi wake wa kuifungia Chadema uh, kwa kile kilichoitwa etu, kilicho Chadema imegomea kusaini kanuni Uh, za uchaguzi, kanuni za maadili za uchaguzi ambayo kwa mujibu wa ripoti ni uonevu uliofanywa dhidi ya chama hicho, lakini pia ripoti imegusia kwamba kwa nini Chadema imelazimika kuchukua hiyo hatua ya kuja na ajenda ya no reforms, no elections. Yani, kama hakutokuwa na mabadiliko katika kanuni, taratibu na sheria za uchaguzi, basi chaguzi hizo zitakuwa hazina maana. Kwa sababu zinakuwa ni kama chaguzi hewa kama ambavyo sasa hivi inaonekana baada ya Chadema kufanyiwa mizengwe, um, na uchaguzi unaotarajiwa una kufanyika tarehe 29 kama utafanyika, kwa sababu kuna maandamano yanatarajiwa kufanyika tarehe 29, ambayo lengo la maandamano hayo pamoja na mengine ni kuzuia uchaguzi huo wa tarehe 29 ya mwezi huu usifanyike. Pia ripoti imegusia matukio mbalimbali mbali, ya ukiukwaji wa haki za binadamu hususan katika janga la utekwaji. Umetaja matukio kadhaa, lakini makubwa yaliyogusiwa likiwa ni pamoja na tukio la marehemu mzee Ali Kibao ambaye alitekwa akiwa kwenye basi a, kisha aliteswa na akauawa. Kinavyofahamika ni kwamba miongoni mwa mateso ambayo mzee Ali Kibao alipewa ni kutobolewa macho akiwa hai. Um, lakini pia baada ya kumuua uh, hawa watesi wake walimwagia tindikali maiti yake. Kaana lengo lilikuwa ni kupoteza ushahidi, lakini hawakufanikiwa katika hilo. Kwa hiyo hili lilikuwa ni moja ya matukio mabaya kabisa ambayo yalijiri. Sasa ripoti inasema kwamba Rais Samia Suluhu Hassan alieleza, aliahidi kwamba uchunguzi ungefanyika kuhusu swala hilo, lakini mpaka leo hakuna taarifa yote iliyotolewa na familia ya marehemu mzee Kibao imesema kuwa haijafahamishwa lolote na jeshi la polisi kuhusiana na hilo lililomkumba marehemu baba yao. Kadhalika, kuna tukio la kutekwa kwa kada mwandamizi wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, Deusdedit Soka na wenzie wawili, ambapo hadi muda huu jeshi la polisi halijatoa maelezo ya kutosha na kwa bahati mbaya jitihada za kisheria kupeleka swala hilo mahakamani halikuzaa matunda baada ya mahakama kugoma kulilazimisha jeshi la polisi kuwafanya angalau kutoa taarifa kuhusiana na watu hao wawili. Pia taarifa hiyo imezungumzia tukio la shambulio lililofanyika dhidi ya Padri Dr Charles Kitima, katibu mkuu wa baraza la maskofu katoliki Tanzania TEC, ambapo watu walimvamia na jeshi la polisi lilidai kuwakamata watu wawili, lakini mpaka hivi leo hakuna taarifa endapo watu hao walifikishwa mahakamani au hatua zaidi zilizochukuliwa kuhusiana na uchunguzi wa tukio hilo. Kadhalika, ripoti ilitaja tukio la kutekwa kwa kijana anayefahamika kwa jina la Sativa, ambaye baadaye alitupwa kwenye msitu wa Katavi, lakini angalau yeye alinusurika na kubaki hai licha ya madhila makubwa yaliyompitia, lakini pia alieleza na kumtaja mtu aliyehusika katika tukio hilo ambaye anaitwa Mafwele, na wengi mtakuwa mnamfahamu huyu bwana. Lakini hata hivyo hakuna hatua zilizochukuliwa hadi muda huu. Tukio jingine lililotajwa katika ripoti hiyo ni la Mdude Nyagali, Mdude Chadema ambaye alivamiwa nyumbani kwake na kupigwa na hatimaye kuchukuliwa kutoka hapo na mpaka leo hajapatikana. Kwa hiyo kuna idadi kubwa ya matukio na pia limetajwa tukio la kutekwa kwa balozi Humphrey Polepole ambalo limetokea mwezi huu Oktoba tarehe sita usiku wa kuamke tarehe sita a, na kueleza kuwa jeshi la polisi na mamlaka nyingine hazijatoa ushirikiano wa kutosha, si tu kwa familia bali hata kwa taasisi nyingine, kiasi kwamba unajenga taswira kama kuna mkono wa dola katika swala hilo. Kwa hiyo kwa nini ripoti ni, ni muhimu? Ripoti hii ni muhimu kwa sababu huko mbeleni huenda uh, kutahitajika uh, hatua dhidi ya watu wanaoshiriki katika haya maovu. Na ripoti kama hizi zinakuwa na umuhimu sana. Kama unaofahamu, kabla ya ripoti hii uh, taasisi mbalimbali za kimataifa za masuala ya haki za binadamu zilizungumzia uwezekano wa kuchukua hatua dhidi ya watu mbalimbali nchini Tanzania wanaohusishwa na haya matendo ya utekaji, matendo ya ubakaji, matendo ya ulawiti. Kwa hiyo taarifa kama hizi zinakuwa na umuhimu wa kipekee, kwa sababu zinaweza kutumika katika kama ushahidi, hasa ikizingatiwa kuwa vyombo vya habari nchini Tanzania vimelazimika, maana si vya kuvilaumu, vimelazimika kukaa kimya na kufumbia macho haya mabaya yanayoendelea nchini Tanzania. Kwa hiyo hii ni ripoti ambayo ina ina uzito lakini pia inaweza kusaidia katika shinikizo angalau la kuzitaka nchi wahisani kutupia jicho, kwa sababu nchi za, nchi wahisani uh, mara nyingi zinapoingilia kati katika masuala kama haya kunakuwa na mabadiliko uh, angalau ya namna fulani. Kwa hiyo hii ni ripoti ambayo imewekwa hadharani hapo jana. Je, una maoni gani kuhusiana na hili? Karibu utoe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.